Maana halisi ya mafanikio. Maana halisi ya mafanikio. Roho Mtakatifu akufundishwa kwenye mafundisho haya na ya mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Maana halisi ya mafanikio, ninatambua kwamba wako watu wengi ambao wanatamani kufanikiwa. Hakuna mtu hata mmoja chini ya jua ambaye hapendi kufanikiwa. Kila mtu anatamani kufanikiwa. Nataka kufanikiwa kufanikiwa kiroho, anatamani kufanikiwa kiuchumi pia. Tunaposoma kwenye waraka wa tatu wa Yohana. Yohana anamwandikia rafiki yako Gayo. Anasema mpenzi kwa Gayo, Gayo nataka kufanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya njema kama roho yako roho ifanikiwe afya. Napendi ufanikiwe katika mambo yote. Kumbuka Mungu wetu anatamani tufanikiwe. Mungu wetu anatamani uh, tuwe na kila kitu. Mungu wetu hataki tupungukiwe na kitu chochote kile. Hata kitu pungukiwa na kitu chochote kile. Mungu anatamani sisi tufanyike baraka kwa watu wengine. Na maisha yetu hayana maana endapo tutagusa maisha ya watu wengine. Kila mmoja aliyopo chini ya jua ili maisha yako yawe na maana, kuwepo kwako kwa hapa duniani kuwe na maana ni vema watamani kugusa maisha ya watu wengine, fanyika baraka kwa wahitaji, fanyika baraka kwa watu wengine. Ndipo ambapo maisha yako yatakuwa na maana. Utakumbukwa kwa lipi unapokuwepo hapa duniani? Utakumbuka kwa lipi? Tamani kuwafanyika baraka kwa watu wengine. Kwa watu wengi wanatamani kufanikiwa na hasa wale ambao wanatamani kufanyika baraka kwa, kwa watu wengine, lakini maana halisi ya mafanikio ni nini? Maana halisi ya mafanikio, wakati mwingine, tusipojua maana halisi ya mafanikio, inawezekana kukawa kwa namna moja au nyingine ikawa ni ngumu kufanikiwa. Vema tukajua maana halisi ya kufanikiwa. Maana halisi ya kufanikiwa ni nini? Kuna watu ambao wanafikiri kwamba kufanikiwa kunaweza kwa kuja tu mara moja. Kufanikiwa hakuwezi kuja mara moja. Mafanikio ni mchakato, ni mchakato, ni matokeo, ni matokeo. Ni matokeo, ni matokeo ya mambo yote unayoyafanya kila siku. Mafanikio ni mkusanyiko wa vitu vyote unavyovifanya kila siku. Mafanikio ni mkusanyiko wa mambo yote unayoyafanya kila siku unayafanya kila siku unayofanya kila siku. Kwa hakuna namna ambavyo utakuwa hauna hauna, hauna mwendelezo wa mambo haa, mambo mazuri ambayo unayafanya kila siku alafu ukaweza kupata mafanikio. Mtu yeyote aliyefanikiwa mafanikio aliyonayo ilikuwa ni mkusanyiko wa mambo yote ambaye alikuwa anafanya kila siku. Mambo yote tunayofanya kila siku yanaweza kupelekea tukafanikiwa au tukashindwa, yanaweza kupelekea tukawa maskini au tukawa matajiri. Ni vema kila mtu kuwa makini na mambo yanayoyafanya kila siku. Mambo unayoyafanya kila siku yanaweza kuwa yanatafuna kesho yako au yanajenga kesho yako. Unafanya nini leo? What are you doing now? What are you doing now? Yamkini yeah, wewe ni kijana unatamani kufanikiwa kwenye maisha yako, lakini leo unafanya nini? Kwa sababu mafanikio ni mkusanyiko, ni mkusanyiko, ni mkusanyiko wa mambo yote unayofanya leo, yawe ni madogo, yawe ni makubwa. Yote unayofanya leo yanaweza kuwa yanaitengeneza kesho yako, yanaweza kuwa yanatengeneza njia ya mafanikio kwenye maisha yako, au yanaiharibu kesho yako. Na ndio maana tunaweza tukamwona mtu tukamwangalia mtu tukaangalia yale anayoyafanya, tukasema kwamba huyu atakuwa maskini. Nini kilichokiashiria? Kitu gani tulichoangalia halafu mpaka tukakonkludi kwamba huyu hatakuja kufanikiwa kwenye maisha yake? Tumeangalia mambo anayoyafanya kila siku, tunaangalia mambo anayoyafanya kila siku mtu ambaye amejaa anapoteza muda ni mtu ambaye amba muda mwingi anatumia kwenye mambo yasiyo na msingi, ni mtu ambaye hana matumizi mazuri ya muda wake, ni mtu ambaye hana matumizi mazuri ya fedha anazozipata, ni mtu ambaye hana bidii kwenye kila jambo analofanya. Kwa kuangalia hayo anayoyafanya kila siku, tunaweza tukapata picha kwamba huyu mtu atakuwa ni mtu wa namna gani kesho, kesho. Kwa mafanikio, tunapozungumzia mafanikio huwezi kuyatenganisha na mambo unayoyafanya kila siku, huwezi kuyatenganisha na mambo unayoyafanya kila siku, huwezi kuyatenganisha mambo unayoyafanya leo. Yawe ni madogo au ni mkubwa, yana mchango kwenye maisha yako ya baadae, yana mchango kwenye mafanikio yako. Mafanikio ni mkusanyiko wa mambo yote unayoyafanya kila siku. Unafanya nini kila siku? Unafanya nini kila siku? Hayo mambo unayofanya yanaweza kutupa picha kwamba wewe kesho yako itakuwaje, wewe utakuwa ni mtu mwenye mafanikio au utakuwa ni mtu maskini. Tutaangalia mambo unayofanya leo. What are you doing now? What are you doing now? Tunaposoma kwenye ayobo Ayubu Ayubu nane saba anasema tena ijapokuwa huo mwanzo ni mdogo lakini mwisho wake umekuwa umeongezeka sana. Mwisho wake umeongezeka sana. Mambo madogo madogo anasema ijapokuwa huo mwanzo ni mdogo lakini mwisho wake umeongezeka sana. Mambo madogo madogo unayofanya leo. Mambo yote unayofanya leo. Yote yakiunganishwa kwa pamoja ndio ambayo yanaweza kuleta mafanikio. Yanaweza kuleta mafanikio. Kwa maana halisi ya mafanikio ni mkusanyiko wa mambo yote unayoyafanya kila siku. Unayafanya, unafanya nini? Mwanafunzi, tunaweza tuka- tukaangalia tuka, tuka mambo anayofanya jinsi, tukaangalia usomaji wake, tutaangalia utunzaji wake muda, tutaangalia jinsi ambavyo alivyo na nidhamu kuingia darasani, na tukasema huyu atafeli au atafaulu. Tutaangalia bidii yake, mambo anayoyafanya anayafanya serious kiasi gani? mambo anayofanya mtu kila siku yatatupa picha kujua kwamba huyu mtu atafanikiwa kwenye maisha yake, au atakuwa mtu maskini, au atakuwa mtu maskini. Kwa future yako inatabirika, tunaweza tukatabiri future yako, tunaweza tukatabiri maisha yako ya baadaye kwa kuangalia mambo unayoyafanya kila siku kwa sababu hakuna namna ambapo tunaweza kutenganisha mafanikio yako na mambo unayoyafanya kila siku, maana mafanikio ni mkusanyiko wa mambo yote unayoyafanya kila siku. Mafanikio ya kiroho ukiwa na nidhamu, wewe ni mtu ambaye kila siku unasoma maandiko, kila mtu kila siku unasoma neno, kila siku unasoma vitabu ambavyo vinaendelea kupanua ufahamu wako, vinakupa maarifa ya kiroho na, ya, na maisha pia tunajua kwamba huyu mtu atakuwa ni mtu wa kufanikiwa sana. Haija, ni mtu atakayefanikiwa sana haijalishi hali yake kwa sasa ikoje, lakini kwa sababu mambo anayofanya leo, mambo anayofanya leo, mambo anayofanya leo ni mambo ambayo yanaitengeneza kesho yake, ni mambo ambayo ni msingi, ni mambo ambayo na msingi. Tabia alizonazo leo ni tabia ambazo zinaweza kumpelekea kufanikiwa, basi tunaweza tukatabiri maisha yake baadaye. Uwe makini na mambo unayoyafanya kila siku, uwe makini, au ni madogo au ni makubwa, kwa sababu haya ndiyo ambayo yanatupa picha kwamba wewe utafanikiwa au utakuwa mtu utakuwa maskini. Mafanikio ni mkusanyiko wa mambo yote unayoyafanya kila siku. Unafanya nini leo? Unayoyafanya leo yanaweza kuwa yanajenga maisha yako baadaye au yanaharibu maisha yako ya baadaye, au yanatafuna maisha yako ya baadaye. Uwe makini na mambo unayofanya kila siku. Tumia muda wako vizuri, tumia muda wako kwenye mambo wa ya msingi, wekeza nguvu zako nyingi kwenye mambo ya msingi. Maandiko nasema kwenye Zaburi kumi na moja tatu msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Msingi wa mafanikio yako ni mambo unayoyafanya leo. Msingi wa mpenyo wako ni mambo unayoyafanya leo, ni mambo unayofanya leo. Kama unapoteza una, una, una muda wako kwenye mambo yasiyo ya msingi, tambua ya kwamba future yako haieleweki future yako iliweke. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ninayoposti kwenye chaneli yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia washirikishe unaopenda mafundisho haya. Share, comment, like katika jina la Yesu. Na ukiendelea kufuatia mafundisho haya, maisha yako hayatawekea jinsi yalivyokuwa cool. katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ya hai. Amen, amen.